Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali mbali ya taasisi. Karibu kwenye maonesho ya kimataifa ya biashara ya 49 maarufu kama Saba Saba. Taasisi ya Elimu Tanzania, tuko hapa tukisogezea huduma karibu kabisa ukiwa hapa kwenye banda letu la Taasisi ya Elimu Tanzania, utajipatia machapisho mbalimbali mbali ya kiada na hususan ya mtaala ulioboreshwa. Tuna vitabu vya kuanzia awali, msingi, sekondari, high school, lakini pamoja na vyuo vya ualimu kwa ngazi ya cheti na diploma. Lakini kama itoshi, ukiwa hapa Taasisi ya Elimu Tanzania, pia utajipatia maelezo ya namna kujiingia kwenye mfumo rafiki kabisa ya kimtandao, yani mifumo ya kidigitali ikiwemo LMS pamoja na OP school. Lakini pia taasisi ya elimu hatujawasahau wanafunzi wenye mahitaji maalum, tuna vitabu vyao hapa vya vilivyokuwa na maandishi ya kukuzwa kwenye uone hafifu, lakini pia kwa wale wasioona tuna vitabu vya breli pamoja na nukta nundu. Tuko hapa kwenye maonesho ya 49 ya kimataifa ya biashara, tunapatikana katika jengo la Thorn Town ambalo lipo karibu kabisa na jengo kongwe la mikutano linalofahamika kwa jina la Kobe. Karibu tukuhudumie, karibu tukupe kilicho bora kabisa kutoka taasisi ya elimu Tanzania TET. Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali mbali ya taasisi.